Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo ni kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na issue ambayo inamwandama sasa hivi huko mitandaoni. Huyu hapa si mwingine bali ni Tanasha Dona Okechi. okay, kama unavyofahamu kwamba Tanasha bwana, ni moja kati ya wadada ambao ni very famous kutoka hap, kutoka Kenya kwa huko Tanzania. Nadhani kila mtu anafahamu kwamba Tanasha ni Mkenya na umaarufu wake ameupata kwa mara ya kwanza kabisa mara tu baada ya kuonekana katika video ya Alikiba, nadhani unakumbuka, kitambo kile kuna video ya Alikiba alifanyaga na Christian Bella tukamwonaga Tanasha kwa mara ya kwanza, lakini hakuna mtu ambaye alimpa sana attention. Akaja akapata attention kubwa baada ya kudate na Diamond Platnumz, hapo ndipo alipokuja kupata attention, akameke headline na watanzania wengi sana wakawa wanamfuatilia na, na kumfahamu kiundani zaidi. Ni mwana dada fulani hivi alikuwa ni very simple Mzuri, very cute lakini alikuwa na ka English figure fulani hivi yani, hakuwa na nyashi, unaelewa? So kadri siku zinavyozidi kwenda, tukaona kwamba Tanasha akawa baby mama wa Diamond Platnumz. Amezaa na Diamond mtoto mmoja anaitwa Nasibu. Katika watoto wa Diamond, huyu Nasibu ndo amefanana sana na Diamond, kitu ambacho watu wengi sana wamekuwa wakizungumza huko mitandaoni kwamba Nasibu ni copy and paste ya baba yake Diamond. Yani Diamond pale hakuna hata haja ya DNA, anaonekana kabisa kwamba yule mtoto ni wa kwake 100%. So ukiachana na hizo situation zote kitu ambacho kimemeki headline leo kumhusu Tanasha ni hii inshu ya video ambayo Tanasha aliposti katika ukurasa wake wa Instagram pale juu katika Insta story eh. Na sababu ya Tanasha kuposti hii video bwana, ilikuwa ni kuonyesha uzuri wake urembo wake bila kutumia filter, bila kupaka makeup. Unaona bwana, kwa sababu wadada wengi sana ambao ni wazuri huaga wana hii tendency ya kujigamba, kujisifia eh, kujiproud kwamba wana uwezo wa kuwa natural na bado wakawa bado wanaonekana very cute. Meona, eh, wadada ambao ni wakiuti waga wana hiyo tendency ya kusema kwamba okay, naweza nisipake makeup, naweza nisiji nisi eh, weke ma filter, nikapiga picha na nika post na still nikaonekana mrembo. So Tanasha naye pia alikuwa na hiyo, nadhani alikuwa na hiyo intention ya kwamba alitaka ajiposti, aonyeshe urembo wake bila ya filter, bila ya makeup. Lakini nataka nikukumbushe kwamba kumekupo na history ya Tanasha kujihusisha na mambo ya eh, body enhancement. Eh, wazungu was, wanasemaga hivyo yani, ukisikia body enhancement maana yake ni kwamba ni mambo ya maplastiki surgery haya, na hizi plastic surgery bwana, sasa hivi zimekuwa za aina nyingi sana, na wadada bwana wamekuwa wakifanya plastic surgery ya famous zaidi very popular, ni hizi za makalio na maziwa. Lakini plastic surgery bwana ziko za aina nyingi kama nilivyosema, unaweza kaenda ukafanya surgery ukawa una kidevu ambacho kimepasuka katikati, yani kile kidevu ambacho kime kimekatika katikati. Unaweza kufanya surgery ukawa na dimples, kama huna, unaweza kaenda ukafanya surgery ukawa na dimples. Unaweza kaenda ukafanya surgery eh, ya kutengeneza ile inaitwa Uh, inaitwa face lift. Yani, hii face lift bwana, unaweza ukasababisha ni ngozi zako za usoni, kama ulikuwa na mikunyanzi zikanyooshwa ukawa kijana yani, ukaonekana kama kijana japo kwa labda unaweza ukawa na miaka hata hamsini, lakini ukaonekana kama vile una miaka 28. Hiyo inaitwa face lift. Lakini ukachana face lift, kuna hii lip filler, hizi huaga wanaenda kujaza lipsi zao kama mtu na vidogo vidogodogo kama kuku, basi unaenda unajaza, unakuwa pana eh bwana, lani hivyo wanasemai denda wa vijana wa mjini. Kwa hiyo wadada wengi sana tumeona waki, wakifika huko pia yani wame, wameenda sana kufanya hizohy h milips iwe mikubwa nini uonekane Eh, very attractive provocative, au wow, vipi bwana. So Tanasha naye pia amejikuta ame ame naye pia ameingia katika pande hizo, jambo ambalo limesababisha kuna comment flani hivi ambao watu sasa hivi wameicoat na kuona kama vile Diamond amekuwa akimcheka Tanasha baada ya kufanya hiyo sajari ya lips. Lakini sio tu Tanasha, la hata wabongo huku nao pia wamekuwa wamekuwa wakimsema wamemuandama, eh, wakim, sana Tanasha kwamba amezidi kuji Eh, kwenda kufanya yani, amezidisha masajari na sasa hivi anaonekana kwamba, eh, sasa hivi hapa anaonekana kama vile yani hajapendeza, ni amekuwa kituko, amekuwa kibonzo au vipi bwana, kutokana na kwamba lipsi zake awali zilikuwa nzuri sana, umeona, lakini kwenda kufanya hii sajari ya lipsi, sasa lipsi zake zimekuwa kubwa mno, zimevimba. Ah, hajapendezi hata kidogo. Kwa kitendo cha yeye kuposti hivi, wabongo wamemwandama kweli, maana yeye mwenyewe aliposti picha yake very simple, akaandika kwamba no filter, no makeup no filter, no makeup face ameandika hivyo, ambapo wabongo bwana hawakumwacha salama. Maneno amekuwa ni mengi, watu wengi sana wamemwandama, peji nyingi sana zimeripoti kuhusiana na mwonekano huu wa Tanasha, wakimsema kwamba hajapendeza huyu binti. Imekuwaje? Ameenda kufanya masajari na kujiharibu mdomo, umevimba hivi kama ameng'atwa na nyuki, na mambo mengine kama hayo. Meona bwana, kwa hiyo hapa nataka muone. Nataka hapa nikuelezee hapa baadhi ya comment ambazo zimejitokeza baada ya Tanasha kuposti ile video ile picha akiwa na hiyo sajari akionyesha lipsi zake au vipi bwana. Okay. Kuna mtu hapa amesema mbona bwana ila wanawake wanahangaika sana. Sema hawajui tu sisi tunapenda nini, kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mtu amesema kwamba bora bado inanyonya vizuri, kuna mtu ameandika hivyo. Kwa sababu bwana kwisha habari yake, huyu dada ameshaanza kuwa mbaya. Kwa sababu bwana alikuwa na mdomo mzuri kwelikweli, ameenda kujaribu kajivuruga. Eh, sasa sasa hivi watu wanamnanga, kwa sababu bwana sasa, mbona mdomo wake umekuwa kama? Eh bwana huyu amekuja kuweka matusi kabisa. Haya, kwa sababu sasa uzuri wa Mungu, eh, kaupeleka wapi? Huyu binti amekuwa mbaya. Kwa sababu bwana, ningeambiwa nichague mdomo, ningechagua akiwa kabla ila hapo alipoutengeneza, no. Kwa mtu ameandika hivyo. Kuna mtu mwingine hapa amekuja ameandika kwamba huyu binti, walai, amejaribu. Kwa mtu amesema, sijui anatafutaga wanatafutaga nini hawa wadada jamani, hii dunia inawapeleka puta. Kwa mtu ameona, alikuwa na midomo mizuri kabisa, kaenda kuweka tenga. Sasa sasa hili ni tenga, tukiongea tunaambiwa hatujui fashion. Haya, kwa mtu amesema, bwana yani kiukweli amekuwa mbaya, yani amekuwa libaya puu. Kuna mtu ameandika yani, yani, haya mambo hayo. Kwa hiyo wabongo, kwa kifupi, ni kwamba wamemsema sana huko e, mitandaoni. Watu wamemsema sana kusema kwamba Tanasha kweli amejaribu, na komenti im, komen za emoji za kucheka ni nyingi. Umeona kwamba da binti kweli amefeli. Kwa hiyo kuna picha pia vilevile zimeambatanishwa za Tanasha before and after, yaani kabla hajafanya hiyo plastic surgery ya mdomo na kipindi ambacho ameshafanya. wata tunauliza je, before and after, kabla na baada, mwonekano upi ni mzuri zaidi wa Tanasha, kabla hajafanya surgery au baada ya kufanya surgery ya mdomo? Kwa watu wengi sana, watu hawajaja kujibu kwamba ni muonekano upi mzuri. Watu wamesema tu direct kwamba sasa hivi amekuwa mbaya, amejichanganya, amejaribu na mambo mengine kama hayo. Lakini pia kuna hii video ambayo ya makomedia ni huko Marekani, wame walivyotengenezaga video ya kuchekesha watu kuhusiana na hawa dada ambao wanafanyaga hizi sajari za midomo, ni kwamba Diamond ameenda kucomment pale emoji ya kucheka. Umeona kwa hapa kuna mdau amekuja ameziambatanisha na hiyo ipo ya kucheka ya Diamond kuhusiana na wadada ambao wanafanyaga plastic surgery za midomo, alafu akaandika bwana, comment ya Diamond baada ya kuona video ya binti aliyefanya surgery, sajari yeah, ya kuongeza lipsi. Huu ni unafiki kabisa, kuna mtu ameandika hivyo, wakiwa wameyapatanisha na sakata la Tanasha naye kuongeza lips. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba Tanasha wanamwandama kwa lips ambazo ameza ameenda kuziongeza. So ukiwa kama mdau wewe, una kipi cha kuzungumza? Uweka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.